yanayotakikana kufanyika ndani ya usiku wa Lailatul Qadr na insha allah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi sana wabarakatuh. wa wa Shukran, shukran sana Lailatul okay. Qadr na um uh, umuhimu wake hmm. Mwanzo, kabla tujaanza kusungumza kuhusu umuhimu wa Lailatul Qadr lazima tujue Laylatul Qadr ni nini? Ni siku gani? Kwa sababu imekuwa kama maarufu kwamba kila mtu anajua Laylatul Qadr, lakini nini inafanyika ndani ya Laylatul Qadr na ina umuhimu gani? Ndio kitu cha kwanza uh, Al-Qadr inatokana ni neno la Kiarabu ambalo lina maana zake, na hapa tunaenda kutaja maana ambazo zimetolewa tatu na mtu anaweza chukua maana yoyote ambaye anataka au wachukue zote tatu mm. Maana ya kwanza alqadr, kilugha inamaanisha sharaf. Unaweza sema kwamba hadha alinsan dhal qadr, yani huyu mtu ana eh, sharaf, ana kiwango cha juu yani kama mheshimiwa vile. Sasa hiyo ndio maana ya kwanza ya alqadr. Maana ya pili ni kwamba uh, matendo yetu yote yanafanya nini, yanakadiriwa ya ndani ya huu uh, ya huu usiku. Matendo ya mwaka mzima yanakadiriwa na kupitia kwa malaika ambaye anatumwa ili kuleta hizo amali kwa kiumba ambacho ni kikamilifu mm -hmm. tutakuja kuona baadaye mm -hmm. na maana ya tatu ni kwamba ya ba, ibada ndani ya huu, ya, ya huu siku ina kiwango cha juu kwamba chochote ambacho tutaweza kufanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ni eh, kina fadla nyingi sana mm. Na kama kina fadla nyingi, na maana tunapewa rewards nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu sasa. Mm. Hizo ndio maana tatu ambazo, eh, zinamaanisha Laylatul Qadr. Unaweza ukachukua moja au kaunganisha zote tatu. Amma fadla za Lailatul Qadri uh, mwanzo tunaambiwa kwenye Qur'ani kwamba Lailatul Qadri kama usiku Mwenyezi Mungu ameshusha uh, sura nzima kwa ajili ya huu, huu usiku wa Lailatul Qadri. Hii inaonyesha kwamba huu usiku una fadla zake, na tunaambiwa inna anzalnahu fi lailati lqadri. E, hii aya ya kwanza inatuarifu kisa ambacho kilitokea. Anzalnahu ina maana kitu kimetokea uh, uh, mwaka fulani au tukio limetokea kwa mtu fulani. Ni tukio gani? Kwamba Qur'ani imeshuka ndani ya Lailatul Qadr, mm -hmm. Kama tulivyoeleza mara kwanza, mm -hmm. Ni tukio la like kihistoria kwamba Qur'ani ilishuka ndani ya mwezi wa ndani ya Lailatul Qadr uh, na tulivyoeleza mara kwanza kwamba ilishuka kwa mpigo ilishuka mara moja kwa mtume, lakini uh, kwa uh, kimaelezo ilikuwa inashuka polepole hiyo pole. Ndio ya kwanza. Ya pili wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alfi shahr, kwamba Lailatul Qadr moja ni bora kuliko miezi uh, elfu moja. Na hii ni kulingana na sharfa ambayo ipo ndani ya uh, Lailatul Qadr, vitu ambavyo vinafanyika ndani ya Lailatul Qadr ambavyo tutakuja kuona baadaye. Alafu kuna, uh, kuna aya moja ambayo inatueleza kwamba tatanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Kitendo cha kwanza ambacho tulisema kwamba anzal nao ni tukio la kihistoria, lakini tatanazzalul malaikatu wa ruhu fiha kihistoria si tukio la kihistoria. Tatanazzalu ni tanazzalu almalaikatu ni fi'l mudhari hasa fi'l mudhari, yaani kitendo uh, present tense, inaonyesha kitu cha ambacho kinafanyika kwa kuendelea, kwamba mm, kila mwaka mm, malaika anafanya nini? Anashuka na uh, ta-tanazzal, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, na ruhu pia yupo pamoja na malaika mm, na wanaleta matendo ya wanadamu wote duniani kwa kiumbe kikamilifu mm. Sasa kuna tukio la like kihistoria na tukio ambalo linaendelea ndani ya usiku mmoja. Kwa hivyo miongoni mwa fadhli za Lailatul Qadri uh, tumesema ya kwanza kwamba Qurani imeshuka ndani yake na hiyo ni fadli kubwa sana ya hmm, pili ni kwamba innaha lailatul mubaraka, kwamba ni usiku wenye baraka, kwa sababu ndani ya huu usiku kuna risk kuna ahwal za watu al ajali za watu uh, na uh, mwaka mzima zinakuwa zinakadiriwa uh, lailatul qadri. Kwa mfano ni leo leo usiku ndio maisha yangu yote ya mwaka mzima yanakadiriwa mm -hmm. Vitu vyote ambavyo vitafanyika vutafa, shari ambayo nitapitia au mazuri ambayo nitapitia, riski ambayo nitapata inakadiriwa ndani ya huu mwezi wa huu uh, uh, usiku wa lailatul qadri kwa hivyo ni usiku wa wa baraka. Uh, ya tatu ni kwamba uh, ali ibada fiha, zinazidi ibada, ndani ya usiku huu zinazidi ibada ya usiku mwingine wote, kwamba tukisimama kwa ajili ya ibada ndani ya usiku wa Ramadhani kama inavyosemekana kwenye baadhi ya riwaya, hadithi kwamba ibada ndani ya mwezi ya, ya, ya siku ya Lailatul Qadr imezidi ibada ya usiku nyingine zote. Kwa hivyo, kitu ambacho utafanya kimoja tu, Muislamu yoyote akifanya ibada moja tu ndani ya mwezi wa Ramadhani imezidi hiyo ibada akifanya ndani ya usiku ya siku nyingine ambazo zipo kwenye mwaka mzima mm. Na nyingine ni kwamba uh, kuna aya ambayo nilisema kwamba kuna kitu ambacho kuna kitendo cha present tense ambacho kinaendelea kwamba malaika anashuka na anashuka uh, tunazal malaika tufiha kwenye ardhi, malaika anashuka kwenye ardhi na uh, anakuwa na kiumbe ambacho uh, kwenye tafsiri anasema kwamba ni kiumbe kikubwa sana, adhim ambacho Uh, kimeshinda malaika mm. aruh mm. Sasa hivi viumbe viwili vinashuka vinaleta amali zetu zote ambazo zimepangwa na Mwenyezi Mungu kwamba tuta uh, tutazifanya ndani ya mwaka mzima mpaka shahr Ramadhani itakayo itakayokuja. Sasa hapa inatupa inatupa tanbih, inatupa inatufanya tuwe mnabihin yani, mm. tujiulize ikiwa huu ndio usiku amba, ambapo amali zetu zinashuka, riski zetu zinashuka, kwamba matendo yote yote yanashuka ndani ya usiku. What am I supposed to do mm -hmm. nini nafaa nifanye ili at least nibadilisha kadari yangu mm -hmm. at least matendo yangu yawe mazuri. Na hapo ndipo tunaona kwamba yeyote atakayejiuliza hii atazidisha katika amali zake mm -hmm. atazidisha kwenye ibada yake ili kufanya mwaka wake mwaka wake wote uwe ni mwaka mzuri wenye baraka mm. na kwenye, kwenye fadhila nyingine ni kwamba ndani ya huu, ya huu usiku kwamba shida zote zinaondolewa kwa sababu ni, ni usiku wa Qadr, usiku ambao una sharaf una dignity kwamba huwezi ukapatikana shida ndani ya huu mwezi, watu wapo mbioni kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu, shida zote zinaondolewa, inabaki ibada ya Mwenyezi Mungu peke yake mm. ili watu waweze kuchuma vile ambavyo vimebakia vime, vime katika uh, huu mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani mm. na nadhani ya mwisho tunaambiwa kwamba huu ndio usiku au hii ndio siku ambayo Uh, wilaya wa Imam Ali ulikadiriwa okay, na hili ndio jambo ambalo nadhani ni la muhimu sana mm. kwa sababu litupatia ndani ya huu usiku litupatia mwongozo baada ya mtume mm, tunafata nini? mm. na hapo ndipo tunapopata imamu wetu imamu Mahdi kwamba yupo chini ya ile silsila ya imamat kutoka kwa Imam Ali hadi kwa imamu imamu eh Mahdi, kwamba tuweze kuwa karibu na, na imamu wetu imamu Mahdi kwa sababu amali zote ambazo zinakuja na malaika wanaleta hizo amali kwa kiumbe kikamilifu mtume mm. alipokuwepo hizo amali kwa kwa mm. alipo kuwepo, zilikuwa zinaletwa kwa mtume. Imamu hao wengine wote walipokuwepo zilikuwa zinaletwa kwao. hasa hawapo, tuna imamu wetu ambaye ni Imamu Mahdi. Hizi amali zote zinashuka kwa Imam Mahdi. Sasa hii inatupa nini? Kwamba uh, tuwe karibu na imam, tumjue imamu na tujue wadhifa wake ili connection yetu na Imam iwe tofauti ndani ya mwezi wa Ramadhan na maisha yetu yote ambayo imebaki. Nadhani hizo ndio fadhila za mwezi wa, uh, usiku wa Uh, ramadha, wa, usiku wa Laylatul Qadr mm. Na nadhani kuna zingine nyingi ambazo sikuweza kuzitaja saa hizi kwa ajili ya muda. Na no, shukran sana shah, hakika umeelezea swala zuri sana na umeweka swali zuri sana ambalo nadhani usiku ambao ni wa Laylatul Qadr, usiku mzito ambao wengi ukesha wakafanya ibada, kwa sababu wanajua natija katika maisha yao. Najua wengi wameka fikra kwamba ni, ni, ni nyakati ambazo ndio dua zina nini, lakini umesema pointi nzuri sana ya kwamba ni mtu ajue kwamba ni, ni nyakati ambao Mwenyezi Mungu anashusha kila kadirio lako la mwaka mwingine mpaka Ramadhani inayokuja. Shukran sana, Shahacha, chukua mpumziko, tukirudi tuendele zaidi. Kurudi kwako, mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Shekh wetu Shekh Hussein nadhani unaweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuiangazia. Binafsi, ukiwa unasikiza kwa makini, mpenzi mtazamaji, utakuwa umepata pointi kadhaa ambazo unafaa kuchukua, pointi ambazo ameisema ambazo ni muhimu sana, na kwa kweli kama unaitaka pepo, kuna vitu utakuwa unataka kuvifanya na kuvizidisha katika maisha yako mojawapo amesema ya kwamba pia ukitaka kujua maisha yako yatakuwa vipi baadaye, itatokana na pia huo usiku wa Lailatul Qadri ambao Mwenyezi Mungu anashusha kila riski ya mtu, na pia anashusha kitu ambacho unajua kitatokezea katika maisha yako kabla ya Ramadhani nyingine kufika. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, acha chukua mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipenda chopewa asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, tukiwa naye Sheikh Husein, ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Nafurahi sana hakika napata mawili matatu. Je, wewe mpenzi mtazamaji, nikurushie mpira upande wako. Unafaidika na mawaidha haya kwa sababu mwisho wa siku ni wewe ndo unajilingania nafsi yako, wewe ndo unaitaka maisha mazuri. Hivyo basi kukithirisha dua na kukithirisha ibada ni moja wapo wa vitu ambavyo vitakusogeza zaidi karibu na Mwenyezi Mungu na kukupa wewe matarajio na inshaallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia

ndani ya usiku wa Lailatul Qadr ni mengi ambayo tumeona kwamba inafaa tu tu, tubaki hai, yes. Tubaki macho yes, usiku wote ili tuhakikishe kwamba ibada yetu imekuwa nyingi ndani ya usiku wa Lailatul Qadr yes. Lailatul yes. Kwa hivyo matendo gani ambayo tutabaki hai tukifanya kwa sababu hatuwezi tukabaki tu tumenyamaza, okay. Tume kwamba tuna kesha yeah. na hatufanyi chochote, hiyo haitaleta tofauti katika eh, kadiri yetu makadirio ya Mwenyezi Mungu kwa muda wa mwaka mzima ambao unakuja yeah. kwa hivyo kuna amali ambazo inafaa tufanye, kuanzia jioni huo usiku mpaka asubuhi, ili kuhakikisha kwamba tumejaribu kuvuna au kuweka katika kikapu chetu mambo ambayo yatatusaidia mwaka mzima no. Miongoni mwa haya mambo ni kwamba ni vizuri kufanya ghusul. Ghusul inafanywa jioni pale ambapo jua linatakapo uh, zama, hapo ndio tunafanya ghusul kwa ajili ya kukesha usiku wa Laylatul Qadr hiyo, mm. ni ya kwanza. Ya pili ni kwamba tukeshe usiku wa Laylatul Qadr, ni vizuri kukesha. Uh, kwa mfano kuna hadithi ambayo inasema, man ahya lailat alqadr ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat dhunubuhu adada nujumi sama, kwamba yule ambaye amekesha usiku wa Leilat Alqadr dhambi zake zote zina zinasamehewa. mm -hmm. na hata kama hizo dhambi zilikuwa kwa idadi ya ya, ya, ya, stars, ya, ya, ya nyota mm -hmm. zote zitasamehewa. mm -hmm. Kuna amali zingine ambazo zipo kusoma dua adari, ambazo tunazijua. Miongoni mwa dua ambayo inafaa tusome inaitwa duaul iftitah. mm. na nadhani kuna m, kuna wakati niliongea sana kuhusu hiyo dua ya iftitah. mm. na ni vipi inafaa tuisome. mm. Miongoni mwa amali ambazo inafaa tufanye ni kuswali. Kuna salat rakatain hii salatu rakatain tunaswali vipi? Baada ya alhamd <coughs> tunasoma kwa kwa kila, kwa kila rakaa alhamd, Suratul Fatiha na Suratul Tawhid mara saba, kwa kila rakaa Suratul Fatiha na Suratul Tawhid mara saba. Kisha baada ya kumaliza, tunasema mara sabini astaghfirullah wa atubu ilayh. Nadhani hizi na amali ambazo tunazifanya katika kila uh, Laylatul Qadr mara sabi, mara sabini, alafu tukimaliza, tunaanza tawassul, dua tawassul bil mishaf. Kwamba tunaomba dua ya tunatawassul na Qurani hmm. Na hii dua tuna, mwanzo tunaweka Qurani uh, kwenye mikono yetu naifungua na tunaweka uh, katikati ya mikono yetu, kisha baadaye tunasoma dua baadaye tunaifungua Qur'ani na tunaweka kwenye kichwa chetu mm. Tena kuna dua ambayo tunasoma Allahumma bihaqqi hadha al-Qur'an wa bihaqqi man arsaltahu bihi wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fihi wa bihaqqika alayhi fala ahada a'raf bihaqqika mink. Hii ndio dua ambayo tunasoma tukiweka Qur'ani kwenye kichwa vichwa vyetu. Miongoni mwa amali ambazo inafaa tufanye pia ni ziara tu

yoyote ambaye amezuru Imamu Hussein kuna, kuna kuzuru kabra la Imam Hussein mm. Kuna kuzuru hii ziara ambayo tunaisoma mm. E, kwamba Mwenyezi Mungu amemsamehe mm. dhambi zake. Miongoni mwa ziara zingine ambazo inafaa tusome, kuna ziara tu, uh, uh, Ali bin Hussein pia inafaa tusome ziara tu, Abil Fadhl Abbas mm. kama tutapata muda mm. wa kusoma pia kuna salat miat raka ambao tuna swali rakaa mia moja. Hii swali tunaswali vipi? Kwamba ni vizuri tunasoma kwa kila raka baada ya tauhid uh, tunasoma tauhid na alhamdu mara ngapi? Mara kumi, yani kila, okay, kila raka mar, uh, tauhid mara kumi, alhamdu mara kumi, lakini rakaa ngapi? mia moja. Allah, al alafu kuna dua ambayo inaitwa dua Allahumma inni amsaitu ndani ipo kwenye Mafatih Jinan, pia tunaweza tukaipata, na kubwa sana ambayo kila mtu analijua, nadhani hiyo ni kusoma Duaul Jawshan Alkabir mm. ambayo ina fadhila nyingi sana. Tukianza kuongea fadhila Jawshan Kabir hatutamaliza saizi mm. na nadhani hizo ndo vitu ambavyo hizo ndio amali ambazo inafaa tufanye ndani ya usiku wa Laylatul Qadr. La, kuna amali zingine ambazo mtu anaweza akajifuatia mwenyewe, nadhani anaweza akazipata katika Mafatihul Jinan, na kisoma vizuri ataweza kuzifanya insha allah. Naam sheikh, vile umeongelea kusana kugusia swala la, la dua Jawshan Kabir, ili watu wafahamu maana, naona bado muda tuko nao, ili watu wafahamu kama wanaweza kugusia faida kadhaa hmm. za, za dua Joshan Kabir, yaani zina faida gani? Mtu akisoma unapata faida gani ndani yake, ndio wengi weze kufahamu. Aha. Mwanzo, uh, kitu cha kwanza Joshan Kabir yenyewe ukisoma ina farla zake na ina thawabu nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu. Uh, kando na hilo ni kwamba yale maneno ambayo yapo katika uh, dua Joshan Kabir ni maneno ambayo kama tutayafuatilia tutayaelewa maana yake, yanakuunganisha direct na uh, alam alghaibi, yani yanakuunganisha na nguvu ambazo hatuwezi tukaziona, yani unahisi kwamba haupo duniani mm. e, ni hali ambayo mtu ambaye anasoma dua ya Jawshan kabir, na akifuatilia yale maneno ambayo yanasomwa pale mm. nadhani atahisi hiyo hali kwamba ina Ina, ina, inaongeza daraja ya imani ya mumin yoyote ambaye atasoma duaul Jawshan Kabir mm. Na kwa sababu tunaisoma katika mwezi wa Ramadhan na katika siku tukufu ambayo ni siku ya uh, Lailat al Qadri, inatupa sharafu kwamba atakayesoma hii doa inampa sharafu katika takdirati zake za mwaka mm. kwamba mimi uh, uh, mwaka wangu kwa mfano ningekuwa kitu fulani kingetokea, lakini kwa sababu ya kusoma dua, dua Joshan Kabir na kufuatilia maneno ambayo na yapo ndani ya dua kile kitu kinaweza kikaondolewa mm. Yani inatu, inatupa mwangaza katika mwaka wetu ambao unakuja. Hmm. Sasa dua ya Jaushan Kabir ina fadla nyingi na ina, ina mambo mengi ambayo tukisoma hizi ibada zote ambazo tunafanya na dua pia ni miongoni mwa ibada, sio kwamba tukifanya tu hivi basi tunapata kila ambacho tunataka. Hmm. Lazima tufanye kwa nia kwamba tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Hmm. Nia ambayo inaitwa nia, nia, nia khalis. Kinyume na hicho, tutasoma tu kama Uh, vitabu na tutapata chochote sasa mm. Ili tupate fadhila za dua, dua, Jaushan Kabir lazima tusome tukijua tunasoma nini, tukielewa ile maana ambazo ziko pale mm. Na information ambayo inatakwa ku, ina, ina, ina, inapaswa ku, kuelewa katika kusoma hii dua mm. Na tutapata zile fadhila ambazo nimetaja tatu tukiwemo na zingine ambazo kila mtu anaweza taja kulingana na vile anahisi mm. yeye mwenyewe akisoma hiyo dua maana, ukiangalia pia vile vimesema kuelewa hiyo dua, unajua si wengi wanaoelewa Kiarabu, lakini pia ukiangalia, social media imerahisisha sasa hivi, unaweza enda pale kama ni kwa Google, ukasema bwana, mimi acha ni download eh, kama ni ya Kiswahili utapata tafsiri yake. Maana ukiangalia pia ya dua kwa mail pia iko na tafsiri yake, ukiangalia hizi ziko na tafsiri yake. Sasa mtu kama haezi kusoma Kiarabu, inampa ule urahisi wa yeye kuweza nini uh, ni, ku, kuweza kusoma i, ni oh, dua yes. Joshan Kabir hmm. Iman kwa lugha ambayo yeye anapenda mashallah. Okay. Kuna kitabu nilikiona cha dua tawasul ukiangalia cha Waganda hmm. na ukiangalia pia iko na Kiganda ndani. Ah, uh, uh, sio lazima upate kitu lab, labda ni kwa Kiarabu haswa upande wa dua, kwa sababu mwisho wa siku ni kitu ambao unajua usoma kitu ambacho unakielewa. E, maanandomaana mm -hmm. pia Qurani iko na tafsiri yake yeah. Najua kabisa mimi kiarabu sikijui lakini hizi, nikiangalia, najua, hii sura inamaanisha nini. Mm -hmm. Ina maana gani? Kwa sababu umeweka ile ya yakini ya kufahamu kitu. Mana vile vile umesema ya kwamba lazima mtu uwe na yakini katika nafsi yako. Wengi tunajifanyia kwamba ni kwa ajili yetu tunamsahau kufanya kwa ajili ya Allah. Kwa sababu sisi tunataka mahitaji. Okay. Eh? tunataka okay. mahitaji Mwisho, unakuta mtu Mungu, naomba unipe hiki, naomba unipe hiki, lakini pia unajikuta haufanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi nataka nipate mimi hiyo natija. Okay. Um, um, um, ambao alhamdulillah umeweza kuelezea vizuri, na ni kitu ambacho naamini wengi wakifahamu watakuwa wamefaulu katika hilo, na kuhusiana na hizi swala ambazo umeweza kuongelea, maana utakuta labda kuna ile ambao umesema mtu anasoma istighfar mara sabini je, mm. Yeah, yule mtu anaweza simama na tasbihi yake mm. nini mkononi mm. akiona labda akifanya na vidole anaweza changanikia kwa sababu, ama mwingine akifanya na akili anaona mimi sitaweka hizi hesabu sasa sijui naweza shika tasbihi nikiwa nini, kizingatia kwamba ni nawafil ama ni swala za sunna ambazo na nafanya si si ya wajibu. Sasa sijui kama zita kuwa na tofauti mm. ama sikopipi yeah. Uh, idadi ni kwamba sabini mm. na kufikia idadi tunatumia mbini yoyote ambayo itatuwezesha mm. kujua kwamba tumefika sabini mm. Ikiwa tasbihi, kutumia tasbihi zifike sabini, alafu uache, haina shida mm. Yeah, unaruhusiwa, au uhesabu kwa mwenyewe, uhesabu vidole, ikifika sabini, asunaache, haina shida Mashallah. Alafu kuna jambo umegusia kuhusu nilivyosema kwamba lazima tujue A, ni vizuri kujua maana ambayo ipo kwenye Dua, Jaushan Kabir Mbili, ili tuweze kupata falla zake Mbili, za kuwa connected na Mwenyezi Mungu. Kama kuna kitabu ambacho kime translate Jaushan Kabir kwa lugha ya Kiswahili kwa mfano au lugha ya nyumbani, basi tufuatilie katika hiyo lugha tukisoma tunajua hii inamaanisha nini na hizi uh, uh, ndio fadhila za mwezi wa Ramadhani, kwamba tujaribu sana kuwa na maarifa kwenye njia zozote mm, wala kwenye kupitia kwenye dua kupitia mm, kwenye translations ambazo zipo, bora tuwe na maarifa mm, ya yeah, vitu ambavyo tunafanya, ibada ambayo tunafanya. Mashallah, mashallah, shukran sana yeah. Sheh, nikiongezea kama sijakosea, pia ni vizuri uh, wawe wakibeba maji maji mwenyewe, ukisoma unasomea maji yale dua Jawshan Kabir, kwa kweli yana faida yake. Shukran sana sheikh, shukran kurudi kwako. Mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na sheikh Hussein, umeweza kufahamu mengi na mingi zaidi ambayo ameweza kuiangazia. Binafsi nimefaidika, je upande wako? Je, umefaidika? Kwa sababu mwisho wa siku faida ni kwetu sote, na ukifanya amal unajifanyia mwenyewe, lakini pia tukumbuke kufanya vitu kwa ajili ya Allah tusisahau ndio, kuna vitu tunavyovihitaji katika haya maisha, lakini pia chukua muda wako kufanya kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na naamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hajawahi mwacha mja wake, na huwa anamshika mja wake ili kumwelekeza, na Mwenyezi Mungu anamwelekeza ambaye anataka mwelekeo, insha allah. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia ma salaam.